Milango mitano ya kubaki chini ya madhabahu ajenda pekee ni kwamba Bwana atakusafirisha, Bwana atakuongoza, Bwana atakutengeneza, Bwana anataka akufanye, afanye uh, kusudi lake alitimize ndani yako. Na hivyo ili kufikia malengo hayo, ni lazima umsikilize ni lazima u, uketi umgojee chini ya madhabahu, umgojee chini ya milango ya vizingiti vyake, mgojee. Kuna wakati fulani huwezi kuelewa. Wakati pambano linaweza kuwa kali, huwezi kuelewa. Wakati uh, uchumi hawendi ha, ha, kama unavyopaswa, huwezi kuelewa wakati fulani unapoona mume analeta changamoto kwenye maisha yako kama mwanandoa mwenzio, huwezi kuelewa. Bwana anaposema ana heri anaye, a, anaye nisikiliza. Huwezi kuelewa huwezi, kuna wakati fulani huenda mke anapitia anakupitisha kwenye changamoto huwezi kuelewa, Mungu anaposema anaheri anaye nisikiliza, anaheri anaye ningojea anayeni su, subiria, ana heri. Huwezi kuelewa, lakini nikuhakikishie, kama vile mave safari ndefu ilikuwa ya Yusufu, hata yeye hakuelewa, lakini alingojea alisubiri, na hatimaye Mungu alifanya kusudi lake. nikuhakikishie Hekima ya Mungu ni hekima ya pekee sana, na siku zote anapoona ndani yako na anapokutengeneza kwa kusudi la kufanya maajabu ya ulimwengu, yaani ulimwengu uje ushangae, kama vile ambavyo alimsafirisha Yusufu na hatimaye ulimwengu ukashangaa, hivyo hivyo safari yako kwa Kiswahili. Na nakumbuka mchungaji mmoja ambaye anafahamika sana katika uh, Tanzania hei, anaitwa uh, mchungaji wa Marekani anakuambia ikiwa utapitia changamoto nyingi, maisha yakawa magumu, ujue kuna uh, kuna, kuna mafanikio makubwa mbele yako. Yaani leo kukiwa giza nene lililotanda juu ya safari yako, ujue mbele yako kuna nuru tele. Yaani leo maisha ni magumu, lakini kesho maisha yatakuwa yenye mafanikio. Ajenda pekee ngoja, subiri milangoni pa Bwana, keti chini ya madhabahu ya Bwana ukimsikiliza. Uh, fungua nami kile kitabu cha Yohana 20 fungu lile la 19. Yohana 20 fungu lile la 19. Yohana 20 uh, Mstari ule fungu lile la 19, hapa kuna kisa ambacho ninatamani uh, tuki tukiangalia kidogo. Yohana 20 fungu lile la 19, Yesu anazungumza nini kuhusiana na habari ya mlango? Yohana 20 fungu lile la 19, neno la Bwana linasema hivi: 19 nasema ikawa